Mimba za mapema, kuozwa mapema na ukeketaji miongoni mwa wanafunzi wa kike ni kati ya masuala ambayo yanampelekea mwanafunzi kukosa elimu, huku washikadau wakijitokeza na kuhakikisha kuwa jamii inachukua tahadhari kabla ya hatari kutokea. Katika kaunti ya Migori, shirika lisilo la kiserikali Adventist Development and Relief Agency Finland kupitia kwa mradi wao wa Empower Her limejitokeza na kuwafundisha wanafunzi hawa wachanga jinsi ya kupambana na maswala yanayowakumba wengi wao katika maeneo hayo ya Korea.

Kulingana na Majahikla, afisa katika shirika hili, shirika lao liligundua kuwa kinachowapelekea watoto hao kupitia mambo haya ni changamoto za kifedha, akisema kuwa shirika hili limewafundisha watoto hao jinsi ya kuwekeza katika kilimo cha kuwafuga wanyama ili kupata hela za kuwasaidia kuendelea na elimu yao. We have uh, witnessed um, change. We have witnessed um, kwa upande wake mkurugenzi wa shirika hili Martinus Baltejas alidokeza kuwa mradi huu umewawezesha wanafunzi wengi katika maeneo hayo, huku akitaka jamii kuja pamoja na kusaidia katika kumaliza changamoto hizi zilizopitwa na wakati.

Skola Nyumahe aliyenufaika na mradi huu kupitia kwa mwanawe akishukuru shirika hili akisema kuwa mradi huu umemwezesha mwanawe kufuga kuku na baadaye kuwauza na kupata pesa za kushughulikia mahitaji ya shule. Nimeona hii shirika limeandaa vizuri, na nilifundisha vizuri, huyu mtoto amefanya mradi. Nimeona hata mimi mwenyewe kama mzazi, imenisaidia huyo mtoto, hata akona kuku, anauza mayai, analeta shuleni pesa. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Matere maneno Aroko akidokeza kuwa mradi huu umewafunza wanafunzi jinsi ya kuwafuga kuku, umewasaidia sana wanafunzi katika masomo yao ya mfumo wa elimu wa CBC, akiongeza kuwa shirika hili limesaidia kupunguza changamoto zilizokuwa zinawafanya wanafunzi kuacha shule wangali wachanga. Hao au watoto wakiwa na hizo, hata ukiangalia wale wako kwa mradi eh wako na pesa yao. Meri Kialo, makala ya elimu na Undugu.